Wangapi wako tayari kumchagua Dokta Samia? Sasa huyu ambaye anyosha, anajiuliza, anataka kumchagua nani? Nyosha mkono namna hii. Mama Samia oye! Oye! na kuna watu wengine, mkuu wa shule hawatuelewi sisi, tuliopita shuleni tunajua nguvu ya mwanafunzi kwenye familia. Wazazi wamewaleta shule ili mje mwaeleze baya jipi, zuri jipi uovu ni upi na uzuri ni upi? Uongo kweli, hawa ndio wanategemewa kwenye familia, waende kutoa mrejesho, walete feedback. Waseme, kwani ninyi hamuulizi? Hey, na wazazi wenu mnaana kuuliza Francis, hapa unaonaje tunaendaje? Kwa hiyo tunaamini tukizungumza na hawa, hata kama ni form 1 hapigi kura huyu ataenda kututengenezea kura nyingi, ambazo ndo tunasema ni Samia new voters. mnanielewa eh? yeah. hey, nyosha tu wewe, ndo utaenda kumwambia mama, wamekuja vijana wadogo, wamekuta wame tuna tv ya nchi si ngapi hiyo 30 si 40 ngapi 43 wamesema haitutoshi, tunaleta 50 Jamani, nani kama CCM? Eh, mpigie makofi mbaraza mengine. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sisi mwoye. Sisi mwoye. Oye eh. Afu wengine mheshimiwa mkuu wa shule na mheshimiwa afisa elimu wanaletaga mambo ya uongo uongo tu. Nani kawanyima mkuu wa shule? waliwahi kuja wakakatasa. Hawana shughuli ya kuja kufanya. Watakuja kuambia nini, eh? Hey? Waongo eh? Waongo eh? Eh, watu waongo sana hawa eh? Sisi dakika moja TV inakuja na mimi kabla sijamaliza nitasema. Eh? Halafu wanakuja watu waongo wanakwambia, sisi tunazuiwa, nani kakuzuia? Unakwenda kuleta bla bla gani ofisi yenyewe, una chuleni utasema nini? Eh? Eh? Mwenyekiti hata jikimoja, una, unasema, wa kitongoji kimoja una unasema wametuzuia, ili ukafanya nini? Waongo, hata mjumbe wa serikali ya kijiji hawana. Eti we bwana we, ukiona vyaelea, ukiona vyaelea, nimependa hii hapa. Ukiona vyaelea vimeundwa na sisi. Rudia, ukiona vyaelea Wangapi wananielewa? Waoshemkono. Eh, sisi hatuleti maneno, tunaleta vitendo, tunakuja kueleza mamilioni na mabilioni. Wasilete maneno ya kanga na uongo hapa, na wao kama wanadhani vyepesi, waje na wakija, waambie ni waje hapa, kama wajaishia kutukana tu. Yaani wewe umepata fursa ya kwenda kanisani, badala ya muombe Mungu, unaanza kumtukana Mungu. We una akili? Eh. Mungu nisaidie, unazawa, Mungu una akili wewe eh? Una akili napewa nafasi, ndio twende kwenye jukwaa tuambizane mbivu na mbichi, nye ipi nyeupe na nyeusi ipi. Unasema no reform, no election. Wewe haiwezekani. Haipo. <laughs> <laughs> <laughs> na nikakwambia uchaguzi ni takwa la mtu, uchaguzi takwa la katiba, katiba ndio inatulazimisha <tiped> hey. Hey. na CCM sisi tunatii katiba, hatutii kelele za watu walioshindwa barabarani. Kama una uwezo wa kuwafanya watu kuwazuia wasiende kwenye uchaguzi na wakakusikiliza, si uwashawishi wa kuchague Yani, kama unaweza kumshawishi mtu akakuelewa asichague, asiende kwenye uchaguzi, si umshawishi ili akakupigie we kura? Mbona mbona mathematics nyepesi. <coughs>